Kulikuwa kuna uh, wanyama mfano mbuzi, kondoo, wamejengewa boma lao vizuri, wakaekewa maji ndani, nyasi, hawatoki kwa sababu kuna wanyama kama chui na simba wanawinda hawa na fisi. Sasa wale fisi wakawa nakufa njaa kule nje kwa sababu hawa hawatoki, nyasi zao ziko pale, maji yapo, kila kitu. Wale mafisi wakapiga wakaeka kikao, wakafikiria, na wakaleta uamuzi. Uamuzi wao ilikuwa ni kusema jambo moja, twendeni tukafanye maandamano katika lile fensi ya wale mbuzi na kondoo. Wakawa wanazunguka wakisema, ndugu zetu mbuzi wapewe haki zao, haki zao, wanadhulumiwa, wamefungiwa Mbuzi walivyowapumbavu wakajiamsha, akasema, angalia, mpaka mbwa mwitu wanatutetea huko, wanasikitika na sisi. Vunja! Wakavunja fesi ili wapate uhuru wa kuwa nje. Walipovunja fesi, fisi wanakasema, wakabadilisha wimbo, wakasema, chakula chetu tumeelewana si haki zenu tena sasa chakula chetu kimekuja tuleni. Wakawamaliza uti. Hivi ndivyo makafiri wanavyotaka kwa mtoto wa kike leo. Wanamwonyesha kwamba yeye kule kustirika ni shari, lakini kule kuadhirika ndio heri. Kule mtoto wa kike kujistiri, kwa nini wanajifunika funika? Nakumbuka. Nakumbuka kuna mtoto mmoja wa kike kule nchi za magharibi. Alikuwa yuenda zake masomoni. Amevaa vizuri kama mwanamke wa Kiislamu. Amevaa hijabu yake vizuri. Akaja journalist, mtangazaji, Akaja mwandishi wa wa habari, akaja mbele yake, akamsalimia. Mbona wewe uko hivyo? Niko vipi? Mbona umevaa kiajabu, ajabu umejifunika funika, uonekani Angalia wenzako, wanaonekana shepu zao, wanaonekana miili yao, wewe. Akawambia, huu ni Uislamu. Huoni kuwa Uislamu unakunyanyasa? Akawambia, kwa nini hivi kujifichaficha? Akamuuliza yule journalist Uko na paundi mia moja kwa mfuko, uko nayo pesa? Akasema ndio. Akatia mkono kwenye jinzi yake iliyombana akatoa wallet, akafungua eh, vifungo akafungua zip akatoa hela, akamwambia chukua. Kamwambia sina haja ya pesa, si umeniambia. Akamwambia nitaka kukuuliza, mbona hii pesa umeificha sana, umeweka kwa wallet, ukaifunga zip Kafunga vifungo ukaeka, mbona ku... umeificha hii pesa, ukuibeba hivi waziwazi? Kaambiae msichana, wazimu nini wewe? Pesa ni kitu cha thamani, lazima kifichwe. Akamwambia na sisi kwa kuwa ni viumbe vya thamani, ndio Allah akatwambia tujifiche. Takbiri, lazima tujifiche. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tuna thamani katika ulimwengu, ndio wazazi wa viumbe vilioko ulimwenguni. Wanadamu sisi ndio mama zao, lazima tuwe na thamani. Na kwa thamani, kila kitu chenye thamani kinafichwa, huwezi kuona. Yaani kuna benki ifunguliwa, yaani watu wameweka mabenchi na hela hapo, unakuja unajaza fomu una... la utakuta benki ni lilo jengo lilojengwa imara sana tena lina na walinzi lina hivi kuna alam kuna nini, kwa sababu ndani kuna kitu kinaitwa hela pesa, imebidi ile benki iwe itaficha pesa kama ile. Allah akasema, ya ayuha nabii qul li azwajik wa banatik wa nisai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yurafna fala yudhin Waambie wake zako, waambie binti zako, waambie wanawake wote wa Kiislamu wajifunike gubi gubi, ili waweze kutambulika, wasiweze kuudhiwa, kuvunjiwa heshima. Kwa hivyo mtoto wa kike, amini kitakacho, lolote ambalo dini hii itakufundisha kwako ni kwa maslahi yako, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala amempa mwanamke heshima katika ulimwengu huu, aheshimike. Mwalimu mmoja wa kike alikuwa akifundisha darasani. Katika darasa lile, kukawa kuna wasichana wengine wanakataa kujistiri, hawafai. Wamuuliza yule mwalimu wa kike, kwa nini sisi? Wajua uh, dada zetu wakishakuwa wasomi, wasomi kidogo kidogo chumvi chumvi na sukari wanajisikia, yeye ashafika. Wauliza yule mama, mbona wewe hii dini ya Kiislamu imelazimisha watu wote wanawake wajifunike, wavae hijabu? Yule dada yule mwalimu mzuri hakujibu swali lile. Siku ya pili alikuja na swit kwenye, eh, sahani peremende zile kwa idadi ya wanafunzi mara mbili, sahani moja, zile peremende zimefunikwa, zimefungwa kwenye karatasi yake, nyingine ziko wazi. Wanafunzi wa chuo kikuu, wasomi, akaanza kuzipitisha, kila mmoja achukue ile switi anapenda. Wote walichagua chokoleti ambayo imefanya nini, imefunikwa, wakaziacha zile ziko wazi. Akawauliza, mbona hizi hamuchukui? Wasema, hizi ziko wazi, chafu haijin hamna hapa, hizi e, manzi nani nani, vumbi hizi zilofunikwa ndio mzuri. Akaambia ndio Uislamu, ukawaamrisha na nyinyi mufanye nini? Mujistiri. Mtoto wa kike jitambue, wewe ni kiumbe bora katika dunia hii, heshima yako uliyopewa ni kubwa. Na kwa sababu wewe vilevile, vile ni shule, kuna watu watasoma kwako, e? Al ummu madrasa, wanasema mama mwanamke ni shule. Wewe unatarajiwa kuwa ndiye mlezi, na madamu ni mlezi, lazima uwekwe vizuri, kwa sababu hakuna malezi mazuri kama malezi ya kuiga. Yule mtoto anavyokuona ndivyo atakavyokuwa yeye, na kiasi ulivyokuwa unaishi na heshima ndivyo na mtoto wako atabaki kuwa na heshima Qurani. <coughs> katika majukumu iliyompa mzazi ni jukumu la kulea, na hakuna mtu mwenye masikitiko na mtoto ku kuliko mwanamke.